Tunashukuru kwanza, tumefika salama hapa mkoani um, Manyara maandalizi yameenda vizuri, na leo tutakuwa na maandalizi ya mwisho kabisa kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho, na sisi kama wachezaji tayari tupo vizuri kuhakikisha kwamba leo katika maandalizi ya mwisho tunapokea kila kilichokuwa bora, kila kilichokuwa kizuri kuhakikisha kwamba mchezo wa kesho tunaenda kufanya vizuri. Zimbwe, mechi na morale ikoje? Ah, uh, ukiangalia kwanza kuna uh, ratiba jinsi ilivyo, tuna mechi karibu karibu sana, lakini uh, uzuri kwamba tuna kikosi kipana, lakini pili uh, ni lazima tuzicheze na lazima tupate matokeo, sababu Simba ni timu kubwa, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunapambana kwa ajili ya timu kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo na Pita, uh, tunan, na mchezo ambao ulopita, kwa sababu tuna wapinzani ambao tunacheza nao ni hao hao ambao tumetoka tumetoka kucheza nao mchezo ulopita, kwa hiyo tunafahamu vizuri, wanatufahamu vizuri, na siku si nyingi, tuseme labda tutakuwa na maandalizi makubwa zaidi ya ya kile ambacho tumetoka kufanya katika mchezo ulopita. Kwa hiyo niseme tu kwamba uh, kikubwa tutarudi katika uwanja wa mazoezi leo kwa mazoezi ya mwisho kuhakikisha kwamba uh, tutapokea yale ambayo walimu wetu watatuelekeza katika uh, kuelekea katika mchezo wa kesho nusu final. Mwanzo wa msimu kikawaida, tunakuwa na kikao ambacho kina kinatukutanisha viongozi pamoja na, na wachezaji, na katika kikao hicho kinakuwa na malengo ya timu. Kwa hiyo viongozi wanakuwa watupa malengo ya timu, na so far, mpaka sasa hivi malengo ya timu ambayo uh, viongozi wametupatia, alhamdulillah tunaelekea vizuri ukiangalia katika CRDB mpaka sasa hivi Uh, tupo katika hatua ya nusu finali ambayo kesho na mchezo muhimu, ambao tukipata matokeo tutaenda katika hatua ya finali uh, tuna maana tutazidi kuwa karibu na yale malengo ambayo viongozi wametupatia. Kwa hiyo nisemeni tu kwamba amba, sisi kama wachezaji, jukumu letu kuhakikisha kwamba tunapambana katika kila mechi ambayo iko mbele yetu, kuhakikisha kwamba tunasogelea yale malengo ambayo viongozi